Wajua, operation operethen maalum iliyoendeshwa na Ukraine huko Urusi inaitwa operation ya Spider, ambapo tangu vita vya Ukraine na Urusi vianze, imeandika historia ya kipekee kuwahi kutokea Urusi kushambuliwa hivyo tena ndani ya ardhi yake, kutokana na kile kinachotajwa ya kuwa intelligence ya imara. Hii ni Trigen Media, nami ni Hamisi Mbega, huku mazungumzo ya kusaka suluhu ya vita vya Ukraine. Na Urusi ikiendelea huko Istanbul Uturuki. Majeshi ya Ukraine yamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kutekeleza mpango wake wa operesheni ijulikanayo kama Spiderweb ambayo wameiandaa ndani ya miezi kumi na minane. Dunia ambayo kila uchao ilizoea kusikia Ukraine ikishambuliwa imeshangazwa na ufanisi mkubwa wa Ukraine kuweza kuandaa misheni hiyo na kuifanikisha. Mashambulizi hayo yalilenga katika kambi za anga za Urusi na yamesababisha uharibifu wa dola za Marekani bilioni 7. Lakini wazi kwamba operesheni ya Spider Web ni ya aina yake katika historia ya vita hivi. Raia wa Ukraine wanalinganisha mashambulizi hayo na mafanikio mengine ya kijeshi tangu uvamizi wa Urusi, ikiwa ni pamoja na kuzihamisha manowari ya Urusi ya Moscow katika Bahari Nyeusi na kulipua daraja la Kerch mwaka wa 2022. Pamoja na shambulio la kombora lililolenga bandari Sevastopol mwaka uliofuata. Kwa mujibu wa shirika la ujasusi la Ukraine, ni kwamba mpango huo ulikuwa hivi: ndege nyingi ndogo zisizo na rubani ziliingizwa nchini Urusi kinyemela, zikihifadhiwa katika sehemu maalumu ndani ya malori ya mizigo na kupelekwa maeneo mane tofauti, maelfu ya maili, na kisha kurushwa kuelekea katika kambi za karibu za anga huku intelijensia za kijeshi za Urusi zikiwa hazijui shambulizi hilo lililofanikiwa kuzipiga ndege 40 za Urusi kati ya ndege 120. Haya ni mageuzi makubwa ya upepo wa vita vya Ukraine na Urusi. Mashambulizi haya ni fumbo jingine kwa mazungumzo yanayoendelea huko Istanbul, Uturuki. Na je, yatarudi nyuma ama yatasonga mbele? Na Marekani aliyeanza kusuasua katika kusaidia Ukraine sasa atafanya nini? Ni jambo la kusubiri na kuona. Hii ni TriGen Media kuwa wa kwanza kupata habari mpya kwa kusubscribe chaneli hii. Mimi ni Hamisi Mbega, sauti yenye mamlaka ya kitaarifa.